Audhubillahi minashaytwani rajim, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa swallallahu ala nabina Muhammad wa aalihi twayyibina twahirin. Kuhusiana na kiraa swala yenyewe iko na vitu kumi ambavyo na moja takriban, amba ambavyo vitu kumi vinagawanyika mara mbili. Kuna vitu ambavyo vinaitwa rukni na kuna vitu ambavyo vinaitwa ghairu rukni. Yani, hivi ni vitu ambavyo ni ambavyo ni wajib kutekeleza katika swala, ndio vinajenga swala, ndio vina ndio viungo vya swala. Sasa vitu hivi ambavyo ni wajib, vitu e, ambavyo vinavyoitwa rukni e, naizitakuwa vitano, alafu ghairu rukni ndio vitakuwa sita. Ikiwa mtu katika vitu ambavyo ni rukni ni wajib ambayo ni rukni hiyo, ukipitisha ukizidisha, ukipunguza kwa kukusudia au kutokusudia, swala yako itakuwa imevunjika <coughs> lakini, vitu ambavyo ni ghairu rukni, ikiwa utafanya kwa kukusudia, swala yako itavunjika. Lakini ikiwa utafanya kwa kutojua, kwa bahati mbaya, kwa kusahau, kwa, kwa kughafilika, swala yako inakuwa ni sahihi na haitavunjika. Ikiwa utatambua baada ya hapo, ni kurekebisha tu kwa ikiwa utakuwa nini kama itawezekana kurekebisha, ikiwa si kitu nakunini. Lakini kama umezidisha au umepunguza bila kujua, swala yako inakuwa ni sahihi. Sasa katika vitu hivi ambavyo ndio ghairu rukni ni qiraa. Qiraa ni usomaji wa kusoma sura ya kwanza ambayo ni Alfatiha na sura ya pili ambayo ni sura yote ile ambayo unachagua. Sasa zile unaposoma, ukizidisha, ukikosea kwa makusudi swala yako inavunjika. Ukikosa, yani ukikosea, ukazidisha, ukaharibu kwa bahati mbaya, bila kukusudia, swala yako ni sahihi. Hiyo ni kama mtu anaswali peke yake. Na miongoni mwa masharti katika keraa ni kwamba lazima ifuatwe kanuni za tajwidi. Yani kanuni za tajwidi ni nini? Ni kwamba makhraj iwe sawa, kila kitu unatamka vizuri, na kuna zile kanuni ambazo zinatakana za usomaji ziwe sawa. Mahali ambapo ni pakuvuta, pavutwe. Mahali ambapo si pakuvutwa, pasivutwe na mfano wake, yani katika hizo kanuni, na kila kitu kiende kufatana vile inavyotakana. sasa hii ndio sharti ili ndio sharti la so, nini kiraa, uh, usomaji Suratul Fatiha. Sasa katika swala ikiwa wewe ni imamu, imamu ni lazima awe atakaposwalisha awe atafuata nini, tajwidi, masharti, sheria zile ambazo au kanuni za tajwid, yani asome vizuri, mahali pa kufanya kusoma pasome yani kurefusha labda pasiporefushwa pa, pasipofa kurefushwa, kurefushwa, e, anatakana kunini, e, achunge na matamshi yawe sawa. Yani sio, kwa mfano mtu ambaye labda ana matatizo ya lam na ra na mahali pa ra Malipara anaita lam na lam anaweka ra. Kwa mfano badala ya kusema Allahu anasema ara, eh? kwa mfano Allahu akbar, pia kwa mfano au bismillahi rahmani rahim, anasema bismillahi rahmani rahim. Kwa mfano, wanahitaji shada na nini, matamshi kama hayo, na mahali pa qaf inatakana ni qaf, sio kaf. Sasa kila herufi itoke mahali pake. Sasa ikiwa imamu ana kasoro katika hapo hapo, ndio wanasema ya kwamba imamu anatakikana awe fasih, yani asome kwa fasaha Qur'ani kwa matamshi sawa na kata, kwa tajwidi. Ikiwa hakufanya vile au hawezi kufanya vile, labda si makusudi, hana uwezo, swala yake akiwa peke yake ni sahihi, lakini hawezi kuwa imamu. Na wewe ambaye uko sawa, haiwezekani haiweze, pia ukamfuata huyu imamu. Inabidi wewe mwenyewe usome ujiswalie mwenyewe na kama utamfuata inabidi uwe hautaweka nia ya jamaa, utaweka nia ya nini? Ya furada na utasoma kila kitu mwenyewe. Sasa vitendo, labda ndio unafuata, labda kwa mfano, umeingia, unaweza kuta imam anayeswalisha kwenye msikiti, unasikia kasoro zile iko nazo, lakini kwa vile hutaki kuvunja sura ile ya jamaa, uweza ukaja na ukapiga takbira na ukawa una swali, naona ikiwa ni mahali ambapo si lazima umuelekeze ule imamu au ikiwa hautapoteza watu kwa kufanya kitendo kile. Iwezekana wakati mwingine ukifanya vile, ndio unazidi kuwapoteza watu, kafikiria ya kwamba ni sahihi. Katika sehemu kama hizo haifai, hai kufanya vile, inabidi uswali tu pembeni na ijulikane ya kwamba we umejitenga kwenye hii swala, swala hii ina kasoro kwa upande wa imamu. Lakini kama sio hivyo, hamna tatizo kama hilo, basi unaweza kuja na ukaswali. Eh, lakini kila kitu unajisomea mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa mtu ana kasoro hiyo anatakikana kwanza atatengeze matamshi yake, na sisi nakumbuka hata ustazi hata baada ya kuwa tumesoma labda tumefika daraja za mbali, na nakumbuka uta, utakuta ustazi anakuita, anakusikiliza, anakwambia nisomee, nisikize angalau sura mbili hizo alhamdu anakusikiliza na kwa uchache kul huwa llah akisikia huko sawa nakuacha nakuambia sawa basi we unaweza kuwa imamu tatizo kuna ayatullah golpegani tunaambia kwamba kwa sababu pia wairani wa pia sio waarabu na wana matatizo ya usomaji matamshi na nini sasa yeye alikuwa na ada ya kwamba wasomi wa qurani wanapokuja kutoka e, misri kwa sababu Wamisri ni wazuri sana katika Qurani, akina Abdul Basit Basit na nani. Sasa akija alikuwa akikaa, anawambia njo nisikilize kiraa yangu, anasikilizwa, anakosolewa kama iko kukosolewa. Nani akishapata hivo, basi anakuwa na utulivu ya kwamba swala yangu iko sahihi, na mimi mwenyewe pia naweza kuwa imamu bila tatizo. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni muhimu kuchunga hilo, ikiwa wewe huna ufasaha ambao ndio nimeuita usasawa, yaani kusomaji kwa misingi ya tajwidi na matamshi sahihi, basi haufai kuwa imamu. Kwanza tengesa, hakikisha uko sawa, alafu ndio uweze kuwa ni imamu. Ni kuhusiana ame, ameuliza, je, rukuu kiwango chake ni kipi? Rukuu kwa mwanamme na mwanamke zinatofautiana kulingana na misingi ya mustahabu na vile inavyotakikana. Kwa mwanaume rukuu ambayo anatakikana ikiwa hana matatizo, aweza kuwa mgonjwa, hilo ni jambo lingine, lakini hiyo ikiwa hana tatizo, anatakikana kuwekelea mikono yake miwili, viganja hivi juu ya magoti kwenye mifupa hii ya ya hapa kwenye magoti kabisa, akaingiza na alafu akaji akaipanua mikono yake kwa nje akaivuta hivi, alafu akawa ame, ame nini, amenyoosha mgongo wake, yaani akawa ameukunja kwa njia hii, kwa kiasi kwamba ukiweka shilingi au ukiweka tone la maji litabaki pale. Hicho ndio kiwango ambacho anatakikana awe ata ataweka katika rukuu na ama mwanamke, la mwanamke hafanyi vile, bali yeye atainua, ataweka juu kidogo, sio kwenye goti kamili, bali kwenye e, nyama zake hizi za juu au misuli yake ile. Na atasujudu, sio mikono yake ataingiza ndani, na hatainamisha kimgongo wake kabisa, bali utakuwa ni kuna, kuna slope ile slope percentage kwa mfano, 20 degrees, 30 degrees na hiyo ndio kitu ambacho anatakana. Hikma iliyoko baina ya vitu viwili ni kwamba kwa nini mwanamke asifanye urukuu kama mwanaume? Ni kwa sababu kulingana na mwanamke, hali yake ya maumbile yake ni kwamba sehemu za, za huku nyuma zinapokuwa, kama kuna mtu yuko nyuma, mwanaume na hali kama hizo anapoinama sana, anapoonekana yani, mwili wake unazidi kuonekana zaidi na kuathiri walioko labda, wenye kupita kama kuna mtu mwanaume na, na nini amepita, ataona mwili wake e, na kuathirika. Lakini anapofanya vile anakuwa amehifadhika. Pia hii ni bado ni, ni sitara bado ni hijabu kwa njia fulani, anakuwa anaposui inama kwa kiwango hicho cha cha, cha nusu yani slope ambayo ndio e, njia ambayo iliyo sawa, lakini kwa mwanaume akiweza ndio iliyo bora afanye vile. Kwa njia hiyo apanue mikono, aifungue na wekelee kwenye goti na su, ainame mpaka kwenye kiwango cha nini, kama ni itakuwa ni 45, 90 degrees yani tra, e, e, e, right angle. Ee hiyo ndio inatakikana.